Wanakwenda kuongea wanacheka, mtani, nimekufunga Simba, wakati huo Simba kamfunga Yanga, watu wanafurahi. Lakini sasa hivi imekuwa vita, upendo hakuna, amani hakuna. Wa Simba anaongea hivi, wa Yanga anaongea hivi, tunaenda wapi? Tupendane. Kukimbia Yanga na Simba sio jana wala sio juzi, kabla hata ya huyu hajazaliwa. Kwa kukimbia, mlikimbia kweli, nakwambia hivi, hey. Hukimbia kwa Simba na Yanga hawajaanza jana wala juzi ni miaka dahra. Nikuulize swali moja, najua utakuwa bado kwenye zipu, utanisamehe. Unakumbuka simba walishawahi kukimbiza timu kipindi cha pili? Nakumbuka sasa. Nini unashangaa? Unakimbia unakata wao, unashangaa nini? Ni vitu vya kawaida, ila mliozaliwa nyinyi sasa hivi mm, na huu utandawazi wa vyombo vingi vya habari mm, mm, inaonekana kwa kwamba simba kakimbia, kumbe vitu vya kawaida. Si tuishazoea eh? Kwanza mi sioni hata ajabu uh, uh, naona ajabu sana, ya nini sasa kutoroka inaweza ikawepo na inaweza isiwepo. Nyinyi ndio mnasema tumetoroka. Kwa nini? Nyinyi mlinikataza nisiingie kufanya mazoezi, basi usikimbie, na zilikuwa zinaning'inia hizi inaka Alkausar anataka kunizalilisha Kiarabu. Hapa swali ni moja tu mm. Mm. Unasema sisi tumewazuia mazoezi mm. Mwaliko katika mwaliko wa Yanga umewalika pe umewalika Simba Sports Club, kwa nini umekuja peke yako? Wengine viongozi wamealikwa na timu nzima. Nisikilize, mimi sijaja kwa ajili ya timu, shehe. Mimi nimefunga mwezi wa Ramadhani. Mwaliko wako special, hey. Sasa mwaliko wa usinitawaze kabla sijamaliza. <laughs> yeah. tulia ili nikupe vitu madini yeah. Mimi sitaki kuchezea chezea maneno ya dini hapa, <muchas> nimekuja kwa ajili ya ibada ya mwezi wa Ramadhani <muchas> mtukufu, nimealikwa na ndugu yangu Mwislamu mwenzangu injinia Hersi, bwana mzee Saidi, naomba tuje tufutari pamoja. Shekhe, umesoma dini na umetoa adhana pale, <muchas> ndio. Unapokataa <muchas> kwenda kufuturu kwa mwislamu mwenzio ni nini hiyo? Uhasama na dhambi kubwa, uno, <laughs> so ha, ni nini nataka unitajie kwa Kiarabu shekhe? Ah, usifurahi shekhe, hili jambo linakwenda mbali, hili jambo ni la kitaifa, umenielewa? Ukikataa kwenda kuftari kama uwezi, nimwite kuna shekhe hapa, nimemwona yupo mwanazuoni shekhe Manala yupo hapa, unakataa? Yupo, nimeshaonana naye na nimesalimiana naye sijui unanielewa vizuri, unapokataa kwenda kwa Muislamu mwenzio kakualika uende ukafuturu. Una, una maana gani? Unatakiwa uitweje witweje? hao wanajua wenyewe hayo ya kwao. mimi nimealikwa kama mimi, mimi sijaalikwa na Yanga, mimi nimealikwa na injinia Hersi. Ah, kumbe wao, mwaliko wako ulikuwa ni special kabisa. sijapigiwa simu na mtu yote alikamwe, kafanya kusisitiza tu "Mzee Saidi unatakiwa uje ofutulu, nikamwambia inshallah, mi nakuja, lakini tayari injinia alishaniarika. Injinia ni rais wa klabu ya Young Africans. Unajisikiaje wewe binafsi mwanachama wa Simba Sports Club kualikwa na kiongozi wa juu kabisa wa klabu <coughs> kubwa kwanza? <coughs> Muulize huyu hapa, huyo si wa Simba? kama kapiga naye picha mi naondoka sasa hivi hapa. Kadi, kadi, kadi, kadi umepewa? Mi mwenyewe nimepewa. Wewe umepiga naye picha ndio ujue kwa kwamba mimi ninavyoviongea ni dawa kwa kila mtu ni, nisikilize bwana mdogo kubwa. Usikulupuke wewe, umezamia. Ah, wewe <coughs> umezamia <coughs> umepigiwa simu na nani? Huwezi kupitwa pale. Mimi, mimi ni mwite na mwenzio wote mje, watu wa Simba mnatakiwa mtoe upendo na amani ah, kwa kwamba wenzetu wanakifanya hiki na sisi tunatakiwa tufanye. Mpira sio uwasama ah, kwani Saidi kwani, eh. sisi kwani tumekuja hapa mi sijui mwaliko, mi nitamwita injinia, sasa alikamu si mtu wako bwana na, ah. na, ah, okay. ah, ah, ah, so na nimesha waoneni kwenye clip wanakuita kolo yule, mwambie mi aniite kolo, hawezi kumwita ah, ah, anajua mimi ah, mzee wake ah, sina kwambia kweli ah, mzee Said, kila mtu, kwa hiyo kila, kila mtu hapa wakati wa kuondoka ndo atajua nani kaalikwa nani. Hii ni mimi, mimi nataka nikwambie bwana mdogo, hii kwangu mimi yaani sijui nikuambieje, mm. sina hata jinsi ya kuongea mm. Nisemeje? ni, ni, ni nichagulieni Kiswahili cha kuongea kwa injinia ili kusudi anielewe, huyu mzee alichokiongea yeah, kimenifariji hata mimi moyoni. Yani kimfariji injinia, hata kizungu ongea tu. Siwezi yani sikijui yeah, kwa sababu nimeshikwa na butwa yeah. <laughs>